Bana, kama kawaida tunaendelea na sehemu ya pili ya stori yetu kali sana. Kama ukiona sehemu ya kwanza, basi angalia hapo juu pande kulia, utaona kuna kibox kinatokea, utakigusa kisha utaenda kuitazama katika nafasi ya pili. Tunaendelea pale pale tulipoishia bana. Jang huko piga jicho, akamwona Soyun anaongea na mwanaume si. Kuangalia vizuri, ndo akagundua kuwa ni yule kijana aliyekuwa akiongelewa kuwa anatoka kimapenzi na Soyun. Basi Roy kamuuma sana na akaanza kuona wivu pale, maana naye bado anampenda Soyun, lakini mambo yakazidi kuwa magumu kwa Soyun Kumbe Jangu alipoenda kumwomba mama yake aliyesambaza uvumi kuhusu mahusiano ya Soyin na Jingyuk atoe hizi skendo mtandaoni, mama yake akaona plani yake ni feli. Hakukata tamaa, akampigia mshiriki mmoja wa hoteli huko Cuba kuwa asitoe sapoti kwa Soyin kwa sababu zisizoeleweka. Soyin kusikia hivyo, ikabidi atoke na kuanza kuhangaika kuwatafuta washiriki wengine. Basi anko wa Soyun akaambiwa na sekretari wake kuwa Soyun hayupo sawa kabisa, kutokana na hali ambayo anaivitia. Anko wake kusikia hivyo, akampigia simu Jinhyuk na kumwomba amfariji Soyun, kwani alishawahi kumwona akiwa na furaha sana anapokuwa na Jinhyuk. Na kweli Jinhyuk akafika na wakawa wanacheza michezo ya kitoto tu, lakini Soyun akajawa na furaha. Baba Soyun pia, wa Soyun pia akamuuliza anko wa Soyun kuhusu hali ya Soyun. Basi anko akamjibu kuwa kwa sasa yuko sawa sasa baadaye, wakiwa hapa na anko wa Soyun jingi huku akawasikia wakiongelea kuwa Soyun huwa hapati usingizi usiku, hivyo lazima atumie vidonge vya usingizi ili apate usingizi. Basi akamwonea sana huruma Soyun. Usiku alishindwa kabisa kupata usingizi, akawa anamfikiria tu Soyun. Mara akasikia kwenye redio kuwa kuna mtu kaomba ipigwe ile nyimbo ambayo walisikiliza pamoja walivyokuwa huko Cuba. Akafananisha kuwa Soyun hupenda kusikiliza redio usiku, kwani apataje usingizi? Akagundua tu lazima atakuwa ni Soyun ndio kaomba ule wimbo upigwe. Na kweli Soyul ni muda wote amekuwa akimfikiria tu Jinhyuk. Haraka Jinhyuk akabisha hodi katika nyumba ya jirani, kisha akaazima gari na kuelekea moja kwa moja kumfuata Soyul. Akamwelezea hisia zake kuwa anampenda kwani amefikiria kama wao ni marafiki tu, ukaribu wao usingekuwa wa namna hii. Japo Soyun akumpatia jibu la moja kwa moja, lakini akampa muda wa kufikiria zaidi, kwani inahitaji muda ili mtu kukupatia jibu. Basi baadaye wakasogea hadi pembezoni mwa bahari, wakawa wanapata kahawa. Jinyuk, kuona upepo ni mkali, akatoa koti lake kubwa na kumfunika Soyun, kisha akakaa pale na kuanza kumsimulia stori za mapenzi. Baada ya muda Jinyuk akajifanya kama anasinzia hivi, akamwangukia kwenye bega la mrembo Soyun. Soyun akajisikia vizuri sana kisha akasema Sijakubali moja kwa moja, sio kwamba sikupendi, bali naogopa kama tutakuwa wapenzi, familia yangu lazima itaingilia na na wenda tutashindwa kuwa hata marafiki. Lakini Jing yuko alikuwa hajalala akasikia kila kitu. Leo Jing yuko akasikia kwa mfanyikazi mwenzake kuwa kesho ni happy birthday Soyun, ya Soyun, basi akaenda kumtafutia zawadi. Jioni akiwa stendi na subiri gali, Soyun akawa anapita. Mara tu alipomwona Jing yuko akashindwa kabisa kuangalia mbele akaligonga gali moja kwa bahati mbaya. Soyun akaenda kumwomba msamaha yule mwenye gari. Haraka Jingi huko akafika pale na kuweka mambo sawa, kisha akanshika mkono Soyu na kumweka kwenye gari katika siti ya abilia, kisha yeye akaenda kuliendesha. Walipofika nyumbani, kabla ajashuka akataka kumpatia zawadi yake ya basti. Akachukua kale kalipstick kadogo alikokanunua na kumpa Soyun. Haikuwa zawadi kubwa ya gharama, lakini ilionyesha upendo wa kweli lakini sasa, skendo zikazidi kusambaa kuwa Soyuni ambaye anatafuta miaka 40 kwa sasa anatumia cheo chake na pesa zake kutoka na vijana wadogo ambao ni wafanya kazi. Leo meneja pamoja na watu wengine wakawa wanahitaji awape maelezo kuhusu hizo skendo kama ni kweli au la. Soyuni hakutaka kujibu chochote, lakini mara akasikia sauti ya jingi huko kimwita. Mwanaume alifika kusimama kwa ajili yake na kuweka kila kitu kikae sawa, kuwa si kama wanavyosema kuwa yeye anatumika na CEO sio Soyun yakuamini, kama Jinhyuk anaweza kusimama mbele ya watu kwa ajili yake akajawa na furaha sana. Lakini maskini baadaye, muda wa chakula, wafanyakazi wenzake wakawa na msema vibaya kuwa eti anatumiwa na CEO wa kampuni. Jinhyuk hakupenda akaomba kutoka pale, kisha akaenda zake kutulia katika mgawa mmoja pembeni. Lakini mara tu ikaingia SMS kutoka kwa CEO wa kampuni Soyun. Kumbe wakati akiwa hapa, Soyun alipita pembeni na kumwona akikaa peke yake hivyo akamwambia kama huko sawa, unaonaje tutoke out kidogo tuka refresh mind? jingi huko akafurahi sana na chap chap akajiandaa, mana na siku ya kazi ikawa ndo imeishia hapo. Yupo na CEO wa kampuni, utamwambia nini sasa? Wakatembea sehemu mbalimbali wakiwa pamoja na huku wote wamejawa na furaha. Basi hii ikamfanya Soyun azidi kumpenda sana Jae-yuk. Lakini upande wa pili, Jang Woo alitamani kulia si akaangalia picha ya Jing Yu ambaye kwa sasa ndiye kashikilia moyo wa Soyun. Mwanamke anayempenda ndio kaenda hivyo. Akakumbuka tu siku ya kwanza kabisa ambapo alikuwa na mahusiano na Soyun. Soyun alimwambia nitajitahidi sana kuwa mwanamke ambaye utanipenda. Lakini licha ya yote, yeye hakujali kuhusu Soyun. Lakini kwa sasa anajutia kumpoteza. E bana, thamani ya mtu siku zote huonekana pale mtu ambapo anakuwa kaondoka kwako. Basi tukumbuke kutunza thamani ya watu wetu ambao tunawapenda ili tusije kujutia hapo baadaye. Na leo Soyun akaamua kusahau kila kitu kisha akamkubali rasmi Jin Hyuk. Basi waliendesha baiskeli kwa pamoja na Soyun alijisikia furaha sana, na ndio mara kwanza akaona raha ya mapenzi kwani wote wanapendana. Baadaye Jin Hyuk akaamua kununua keki ili ili kufanya siku ya leo ya kwanza mahusiano yao kukumbukwa milele. Kisha wakamaki siku ya leo katika kalenda. Hata baadaye Soyun alipokuwa anaangalia kalenda, akabaki tu akitabasamu. Na leo mapema asubuhi akajilemba ile lipstick aliyopewa na Jingyuk na baadaye, anaposhuka kwenye gari kuangalia pembeni akamwona Jingyuk akijiweka sawa pale, basi akabaki tu akitabasamu. Hata baadaye akiwa ofisini, hakuweza kuzuia furaha yake, akawa na smile tu, akawa anazidi kuwa mzuri tu. Lakini furaha yake yote ikaondoka, maana tu mama yake alipofika na kumwambia unatakiwa kujiandaa na ndoa ya kumua tena ex husband wako, yani mme wake wa zamani. Baba yako anahitaji sapota kutoka katika familia hiyo. Upande wa Jingiku alipitia wakati mgumu, alipatiwa kazi ngumu na wafanyakazi wenzake kwani yeye ni mfanyakazi wa chini, lakini maskini meneja ambaye ni msaidizi wa mama wa Jangu alikuwa na mpango, akapanga kumchafua Jinyu katika sherehe inayoenda kufanyika karibuni na kutumia mahusiano yake pamoja na Sojin kumnyang'anya hoteli ya Cuba Sojin. Basi siku ya sherehe ikafika na maandalizi yakaanza kufanyika, muda huo huo Jingyu akafanywa kukutana na Soyu. Hakujali wa na kuwa watu wanasema nini kuhusu wao, bali alikuwa na furaha kila alipokuwa na Soyu. Soyu akawa namrekebisha tai pale yani, alionekana kama mme na mke waliooana, lakini muda huo huo Jangu akawa anapita hapa na kushuhudia hilo tukio. Aliona wivu na kuumia sana. Baadaye akakutana na Jingyu, akajaribu kumuliza nani, kumuuliza kakuweka tai vizuri. Jingyu akakwepa kujibu, lakini akasema ni zawadi kutoka kwa mtu mmoja hivi. Jangu akajifanya ka, kacheka, lakini moyoni alimindi sana. Baadaye sherehe ikaanza lakini baadaye Soyun alipotaka kufunga sherehe, mwandishi mmoja wa bali aliyekuwa kapanga na mama wa Jangu akauliza, Tunaomba tupe maelezo kuhusu kudeti na mfanyakazi wa kampuni. Soyun akuwa tayari kujibu lakini mwandishi wa bali akaendelea kuchochea pale, akitaka Soyun aongee kitu chochote kile ili kumchafua. Jinhyuk akaamua kutoka zake nje. Alihisi wenda ni kweli ni ngumu kwa wao kuwa pamoja, lakini uwezi amini Soyun ambaye ni wa kampuni akaamua liwalo na liwe. Akasema ukweli kuwa ni kweli mimi na Jingi huku ni wapenzi na nampenda sana licha ya kuwa ni mfanya kazi. Mama wa Jingi kusikia hivyo akakasirika sana, akamtuma msaidizi wake ahakikishe Jingi anakaa mbali na Soyun. Leo Soyun akiwa kwenye kikao pamoja na wawekezaji wa hisa wa kampuni lake wakaanza kumpinga kuhusu yeye kuwa na mahusiano na wafanyakazi. Wakati huo huo, msaidizi wa mama wa Jangu akamfuata Jingi kuna kumtishia kuwa Soyun yupo kwenye hatari ya kupoteza nafasi ya mwenyekiti wa kampuni kwa ajili yako, hivyo chagua kati ya hizi mbili: acha kazi au kuhamisha sehemu ya kufanyia kazi, lakini we Soyin hakukubali. Akaingia ofisini akiwa serious na hakutaka utani na mtu yeyote kucheza na mpenzi wake. Akamfuata msaidizi wa mama wajangu na kumwambia ole wako, thubutu kumtishia tena jini huko. Baadaye kidogo Jingyu akamfuata Soyun ofisini. Soyun alitaka kumzuia lakini alielewa jinsi gani Jingyu anavyompenda Soyun. Akamruhusu. Soyun hakutaka kuruhusu Jingyu ahamishwe na kupelekwa sehemu nyingine, lakini Jingyu akamwambia, "Sihitaji kuona unagombana na wazazi wako pamoja na watu wako, wacha mimi niende tu." Baadaye akajaribu kuangalia mahali anapoelekea kuhamishwa. Ilikuwa ni mbali sana na itakuwa ni ngumu sana kuonana na Soyun. Baadaye akapata wazo naenda huko na sina picha hata moja ya Soil. Basi akatoka speed pale, akaelekea kumtafuta Soil. Akafika hadi hapa na kupiga maji kopo ziba, maana alikimbia sana. Kisha akaonana na Soil wakapiga story chache, kisha baadaye wakapiga picha kwa pamoja kwa mara ya kwanza. Basi siku zikapita na hatimaye leo ikawa ndio siku ya mwisho kabisa kabla ya jengo yuko kuondoka hakuna aliye tamani watengane, lakini hawakuwa na namna. Jinyuk akamchukua hadi maeneo haya, kisha wakawa wanachukua picha. Wakati wote Soyun machozi alimtoka, hakutaka kabisa kutengana na Jinyuk. Baadaye Soyun ambaye hajawahi kupika tokea hapo, akawa anampikia chakula kizuri kwa ajili ya Jinyuk. Jinyuk akasogelea na kumkumbatia kama kumwaga, maana ndio wanaenda kutengana. Hivyo basi Jinyuk akaja kufanya kazi katika hii hoteli na leo akawa hapa akiwakaribisha wateja. Sasa kuna huyu mtoto alikuwa kapoteza mdoli wake akawa analia sana. Mama yake akamwambia, usijali ndakununulia mwingine, lakini mtoto akadai kuwa nataka ule ule. Basi Jinhyuk akamwambia, usijali mtoto, ndakutafutia mdoli wako na kukuletea. Mfanyakazi mwenzake akamwambia, sio rahisi, mashuka machafu yamejaa kule, huwezi ona mdoli wowote, lakini Jinhyuk akakwenda kuutafuta wafanyakazi wenzake walimshangaa na kudhani kuwa anahangaika bure, maana dazani ya midoli zililetwa pale, lakini bado Jingyuk hakukata tamaa. Alitoa maski kuvuta hewa na kuendelea na kazi. Mungu si Athumani, baada ya kutafuta sana mwishowe akaupata mdoli. Basi akaenda kumpatia yule mtoto. Mtoto akafurahi sana kuona mdoli wake umerudi. Basi watu wakaguswa sana na jinsi Jingyuk alivyomjali yule mtoto na kumtafutia mdoli wake. Mama yule mtoto akampiga picha Jingyuk na kisha akampatia kitambulisho meneja. Kumbe huyu mama alikuwa ni mchapishaji mkubwa magazeti. Basi baada ya siku chache, taarifa zikasambaa kuhusu Jingyuk anavyotoa huduma bora kwa wateja na ile hoteli ikapendwa na kila mtu, na kila mtu sasa akatamani kwenda kupata huduma hapo, na hii ilikuwa ni ndoto ya kila hoteli kuwa kama hivyo hivyo. Jingyuk akawa akawasaidia sana, lakini maskini, kwa upande wa Soyun mambo hayakuwa mazuri kabisa. Katika hoteli ya huko Cuba, mwekezaji mkubwa alikataa kutoa ushirikiano kutokana na baadhi ya watu waliokuwa wakimpinga Soyun. Lakini Jingi yuko ambaye kwa sasa anajulikana kila mahali akafika hadi kwa mhusika na kumweleza kila kitu. Basi mhusika akamwelewa, akizingatia kwa Jingi yuko ni mtu mkubwa kwa sasa anayefahamika kila mahali. Maha akafika na kukuta kila kitu kisha malizwa na Jingi yuko, basi hawakuwa na kikwazo tena. Jingi yuko licha akuwa ni mfanyakazi mdogo, lakini kajulikana na kuitambulisha hoteli kitaifa. Kwa sasa waka spend time wakiwa pamoja, kwani hawakuwa na kikwazo kingine tena lakini maskini leo ikawa ni siku ya machungu sana kwa watu wawili. Soyun akamwambia tunatakiwa kuachana. Jingyuk akabaki akilia, hakuamini kama ni kweli, akafikiri kama utani vile, lakini ndio hivyo. Soyun anampendasanaaia naye akaumia sana, kwani anampenda sana Jingyuk na leo akamwambia kuwa wanatakiwa kuachana. Basi Jingyuk alilia kama mtoto. Kumbe mama wa Jingyuk alimfuata Soyun na kumuomba avunje mahusiano, kwani hata kama wanapendana, familia ya Soyun haitakubali waone kiuraisi na Jingyuk, na hii itaacha jela kubwa kwa Jingyuk hivyo Soyun hakuwa na namna kwa kuwa mama wa mtu anayempenda akasema hivyo akabidi amwambie Jingyu yuko achane. Na leo Jingyu akawa anaandika barua kwa acha kazi na kuamua kuondoka kabisa. Lakini mara tu alipopeleka barua kwa Soyun, kumbukumbu mbalimbali za moments alizozipitia akiwa na Soyun zikaanza kujirudia katika kichwa chake. Akairisha kabisa kuondoka. Huku nako mama wa Jingyu akaanza kujilaumu kwa kumwambia Soyun achane na mwanae. Leo akamfuata tena na kumwomba msamaha kwa maamuzi aliyoyafanya mara ya kwanza. Akamwomba aendelee kuwa na mahusiano na mwanaye kwa ajili ya fulaa ya Jinyuk. Na leo Soini kufika ofisini akakutana na boksi na ndani yake kulikuwepo na kile kiatu alichokidondosha kile kipindi walivyokuwa Cuba, akajua tu lazima atakuwa ni Jinyuk. Haraka akatoka pale na kuelekea moja kwa moja ile sehemu ambayo Jinyuk hupendelea kuelekea, kisha akamkuta Jinyuk amekaa kwenye bembea mwenyewe akiwa na mawazo. Jinhuko akasikia sauti anaoifahamu, kugeuka akamwona Soju. Bila kuchelewa akamfuata na kumpiga bonge la kiss na toka hapo wakawa wapenzi milele. Eh bwana, asante sana kwa kuwa nami toka mwanzo tunaanza na sasa tunaelekea kumaliza. Pia nikukumbusha kukumbusha tu, kama bado ni mgeni katika channel yetu au katika familia hii ya John Recap, unaweza ukajioni nasi kwa kusubscribe na kujiunga katika channel yetu. Pia washa kengele notification ili uendelee kupata taarifa mara tu tunapokuwa tuna upload video mpya. Mimi naitwa Jani na hii ni John Recap. Kama wewe bado ni mgeni basi usisahau kujiunga nasi, lakini ni kuage na tukutane katika episode nyingine, bye bye.